Haya, ngoja tuone kaipitia na, Yes! Yes! Yes! Tanzania Prisons wakiingia kambani. Hodari, Hodari. Mwasoko shindwa kufanya jambo wakati huo, pia vile vile. benchi lafu likishangaa namna hii namna hiyo, tizama mpira ambao alipigwa, kaenda kaucheza walinzi, lakini akaenda kaupitia kule. Nkane Zidane katandika shoti ile, akaenda kumalizia kule. hiyo hapo Zidane Nkana, ukagonga nguzo, lakini akaenda kumalizia kule. Hodari Mwasongo, nyota huyo ambaye amekuwa akiwaka sana katika mchezo wa hii leo, Zidane Nkana. Ngoje tuone hadi dakika 90, nafasi ndio kaopoteza kule, nilio Amani Muhando anaingiza ndani kule! Jeje kabani, yes! Amani Muhani, bonge la bao! Amani Muhando, huwezi ah! kuamini moja moja hiyo hapo, ulipigwa moja kwa moja, ni Amani Muhando pira ulikwama, mlina mlango alijua kama unatoka hivi ukanasa. Hiyo hapo, hakuna namna. Kundi hili limekuwa gumu kwelikweli. Eh, kafiniwa mtu kule maridadi sana. Emmanuel Msenge, captain Athumani osu Oh, naingiza chini chini huku, nafasi nafasi, yule, hey! ah! yule yule yule, yule hodari mwa soko kiwa, dakika zenyewe za jioni namna hii, vijana wa Tanzania Prisons, kwa ni furaha, mashabiki wachache ambao wamejitokeza kuwashangilia Tanzania Prisons, hawa hapo wakiendelea kujipanga na kushangilia bao lao la mwendo wa namna hii. Ni majozi tizama namna ambavyo walianza bila athumani ac, walitandika shoti ile mpira ukadunda ndonga ile ya hodari masoko ilitosha kabisa, hiyo hapo kwa Tanzania Prisons Likifugualakini ndo mpira na mchezaji jezi namba hasi na mbili Kadari Songera.